Naam, karibu tena mtazamaji. Ongezeko la utumiaji wa dawa za kulevya na pombe haswa kwa vijana ni jambo linastahili njia mbadala kukabiliana nalo, na hayo ni kwa mujibu wa washikadau na wataalam na maafisa wa idara ya utawala kutoka kaunti ya Nyandarua wakizungumza wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya kukabiliana na utumiaji wa dawa za kulevya katika uga wa Oljororok, Nyandarua ya Kati. Washikadau hao wameimiza umuhimu wa kutafuta njia zingine za kukabiliana na changamoto hii, mbali na kuhamasisha jamii kuhusu athari zake. Wamesema kwamba kuwahusisha wanafunzi shuleni ni njia mufti ya kukabiliana na janga hili kabla hawajajipata katika mtego huu wa utumizi wa dawa za kulevya na ubugiaji wa pombe ya kwamba break the cycle. Vunja minyororo hii ya mambo ya mihadarati na pombe. Na siku ya leo tu, tuko pamoja tukijiunga pamoja na Nakada na washirika wengine wa ili tuweze kuzungumzia jamii, tuweze kuwaonyesha ya kwamba kuna njia, hata ukijikuta ndani ya mihadarati na pombe, kuna njia, kuna usaidizi, unaweza utafuta ushauri na saha ama pia utafute matibabu kama umeingia sana ndani ya mihadarati. Na pia nihimize wazazi wetu sana, wakuwe waangalifu sana kuangalia mienendo ya, waza, ya watoto wetu vile wanaendelea, wakichuku, kama hao watoto wetu wanatumia mihadarati ama madawa ya kulevya, waweze kuongea kwa sauti ya, ya juu sana, waweze kutuletea hiyo maripoti, waweze kujulisha wa, watoto ya, wa, walimu wao ndio tuweze kusaidia hao watoto wetu tuweze kukemea uh, matumizi mabaya ya mihadarati na tuweze kukemea vilivyo, uh, biashara haramu uh, ya mihadarati katika nchi yetu. Uh, tunasema kwamba wanaarika tulionao uh, uh, wana nafasi nzuri sana na kila ambacho tunawauliza ni waweze kujiunga uh, katika vikundi vikundi na katika kufanya hivyo, bila shaka serikali ya gatuzi uh, na bila kusahau, unajua pia serikali uh, ya kitaifa itaweza kuwasaidia kwa sababu serikali husaidia wale waliojiunga pamoja.